Kwa majina anaitwa Patrick Oita Nyapara ambaye ni polisi nchini Kenya aliyemuua mpenzi wake kwa kumtandika risasi 47, baada ya binti huyo kumkataa pindi alipomaliza masomo chuo kikuu. Kwa maelezo ya Patrick ni kwamba alimchukua mdada huyo aliyejulikana kwa jina la Christine Maonga kutoka katika familia duni kijijini na kumpeleka mjini Nairobi kama mke wake ambapo aliamua kumsomesha mpaka chuo kikuu. Alikuwa akimlipia karo na mahitaji mengine pamoja na kutuma pesa kwa mama mzazi wa binti huyo kama msaada kutokana na familia hiyo kutokuwa na uwezo wa kumudu gharama za maisha. Baada ya kuhitimu masomo yake, Christine alimwambia Patrick kuwa amechoka kuwa naye kwani ni mtu asiyekuwa na hadhi yoyote na hafai kuwa mpenzi wake, hivyo ni vyema kila mtu afanye mambo yake. Nimepata mpenzi mwingine ambaye ananifaa sana, pia ni mkurugenzi wa kampuni moja kubwa sana jijini Nairobi, hivyo siwezi kuwa na wewe Patrick mtu usiyekuwa na future na ni daraja B ambalo ni dhaifu kwangu, alisema Christine. Patrick hakuielewa kauli ya mpenzi wake, akaamua kwenda kijijini kwa mama yake na Christine kuomba msaada wa suluhu ili aweze kumuoa binti yao, kwani alikuwa ametumia gharama kubwa mno kumsomesha. Mama yake binti alijibu kuwa hawezi kumpagia mtoto wake mume wa kumuoa, hivyo anapaswa aachwe ajiamulie yeye mwenyewe. Patrick hakukubali, akamtafuta dada yake Christine na kumwelezea hali halisi, lakini alijibiwa kuwa hana hadhi ya kumiliki mwanamke aliyehitimu chuo kikuu, hivyo atafute mwanamke wa levo ya mgambo kama alivyokuwa yeye. Aliondoka na kurudi nyumbani na kuchukua uamuzi wa kumuita Christine nyumbani kwa lengo la kuongea na kumaliza tofauti zao ili waachane kabisa. Binti alienda nyumbani kwa Patrick mapema zaidi. Alipofika na kumkuta Patrick amejihami kwa silaha, hawakuzungumza chochote zaidi ya kumkandamiza risasi arobaini na saba na zote zikapita mwilini mwa Christine, hali iliyopelekea kifo chake papo hapo. Mapenzi yanatesa, mapenzi yanaumiza. Ukikisikiliza hichi kisa cha Patrick, kibinadamu amefanya makosa makubwa sana, lakini pia Christine amemkosea sana Patrick kwa sababu alijitoa kwake mpaka kuamua kubadilisha maisha yake, lakini bado alishindwa kutambua thamani ya Patrick kwa sababu upendo tayari ulishekufa kwa mtu aliyempenda sana.